Ni wito wangu kwa, kwa eh, wa, wa kwa vijana wa Kitanzania haswa wa mkoa wa Dodoma kwamba katika hali ya kawaida na kwa ushahidi wa, wa kiakili, rais wa nchi ni nembo ya taifa. Rais wa nchi ndio utambulisho wa taifa lolote duniani. Hakuna namna yoyote ile ambayo unaweza ukamchafua rais wa nchi bila kulichafua taifa. Hakuna namna yoyote ile ambavyo unaweza e, ukamhujumu rais wa nchi usiwe unalihujumu, unalihujumu taifa. Kwa hiyo kwa kijana yoyote ambaye anadhani kwamba kumsema vibaya rais anakuwa amemsema tu rais, hiyo si dhana sahihi. Unapokuwa umemsema vibaya rais, umemhujumu rais wa nchi E, ume, ume, ume, umechafua rais wa nchi, maana yake unalichafua taifa, unalichafua taifa lako. Kwa hiyo lazima tujitenge kabisa na, na, na hili tujitenge na mradi huu mwovu, ambao makusudio ya mradi huu na wanaoendesha e, ni kutaka kuchafua taswira ya taifa, ya taifa letu. Kwa hiyo lazima kila kijana wa mkoa wa Dodoma awe ni wa chama cha Mapinduzi, awe hana chama, awe ni wa chama kingine cha upinzani, ajitahidi sana kuhakikisha analinda heshima ya rais, ajitahidi sana kuhakikisha e, hachafui ile ile sura ya rais ya rais wetu, kwa sababu sisi sote hatuna rais mwingine. Na yeyote anayesema awe heche awe nani awe nani hakuna mwenye rais mwingine zaidi ya daktari samia suluhu hassan na hilo litakuwa hivyo kwa miaka mitano mingine mpaka 2030 kwa hiyo hata ukijidanganya ukajipotoa ukajisebedua ukasema hivi na vile rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania ni dkt. samia suluhu hassan akichafuka dkt. samia suluhu hassan wa tanzania wote tumechafuka akisafishika na akang'ara Rais Samia Suluhu Hassan kule duniani, wa Tanzania wote tume, tume, tumeng'ara. Kwa hiyo kazi ya kumlinda rais na kazi ya kulinda heshima yake ni jukumu la kila kijana wa Kitanzania, kwamba ardhi yenye vurugu haistawishi chochote hakuna kinachostawi kwenye ardhi yenye vurugu. Kwa hiyo yeyote anayeamini kwamba vurumai na machafuko na pilinge piringe hizi anaweza kupata chochote kwenye hizo vurumai kwa kweli, huyo anajitosha. Kwa hiyo itatokana kwa namna gani? Tumewekeza kwenye utulivu, kwa namna gani tumewekeza kwenye kuheshimu viongozi wetu, kwa namna gani tumeungana na viongozi wetu na kushauri kwa njia zilizo bora? Hayo ndio yanayoweza kuwa mazao ya kutimiza malengo yetu. Kila mmoja hapa ana malengo yake, anataka kuwa pengine kununua mbuzi zaidi, anataka kuwa na ngombe zaidi, anataka kuwa na magari, anataka kuwa na nini, anataka kuwa na mashamba, anataka kuwa na nyumba nzuri. Sasa haya mambo, pamoja na jitihada tunazozifanya za kutafuta riziki kama mnavyotafuta lakini yanategemea zaidi utulivu wa nchi. Kwenye vita kwa kweli hakuna kinachowezekana, na wote mnafahamu kwamba vita ni machafuko, vita ni kila mtu kukaa ndani, vita eh, ni watu kuumia, vita ni kile ambacho tayari ulikuwa nacho nacho kitakwisha, kita, kita. Kwa hiyo wana Dodoma, vijana wa Dodoma, wananchi wa Dodoma, wanawake kwa wanaume, mamarishe, machinga, bodaboda, wafanya biashara, kila mmoja mwana Dodoma, tulinde amani hii, tukatae migawanyiko, tuwakatae wachochezi. Na mmoja nimemsikia akisema e, sisi hatukuchagua rais. Sasa pia akili za namna ile ni kama akili fulani ambazo mimi sidhani kama ni akili za sawasawa. Rais aliyeshinda kwa zaidi ya asilimia 97 akachaguliwa na wananchi zaidi ya milioni 30, hmm, rais ambaye ameapa kikatiba akaapa mbele ya dunia. Dunia yenyewe inamtambua, wana diplomasia wanamtambua, watu milioni thelathini na mbili wanamtambua, na milioni 60 ambao ni wa Tanzania. Sasa mtu mmoja akisimama tu kwa sababu ameshika maiki akasema hivi hey, atafanya hivi kweli? Akili au hisia za watu wawili ndizo hisia za Watanzania nyie hapa, nyie mnawakilishwa na hisia hizo, jambo ambalo sio sio kweli. Kwa hiyo hawa wanataka kuturudisha kula mbako kwenye makama wa Tanzania. Hawa wanaosema haya ni wale ambao wamekatishwa tamaa na kila ambacho walitaka kitokee hakikutoke, na sisi tunaamini, mimi naamini, huyu anaamini, yule anaamini, naamini, naamini kwamba hakuna mwenye uwezo wa kuwagawa wa Tanzania, ima iwe kwa dini, iwe kwa siasa, iwe kwa kabila, iwe kwa kipato. Wa Tanzania pamoja na matatizo tulionayo kila mmoja, pamoja na changamoto zetu tulizonazo kila kila mmoja lakini bado tunaamini tunaweza kumaliza changamoto zetu katika nchi ya amani na kwa kushirikiana na viongozi wetu. Kwa hiyo huo pia ndiyo msimamo wa chama chetu cha Mapinduzi, lakini ndio msimamo wenye wenye haki. Kwa hiyo wanaodhani kwamba wanaweza kumtikisa rais kwa, kwa, kwa haya maneno wanayozungumza kwa kujifurahisha, kama niliyomsikia juu nani leo makamu mwenyekiti yule eh, kwa kweli huyo nafikiri ana safari ndefu, na vyama vyovyote kama vile ambavyo vinakwenda kinyume na uhalisia, vyama hivyo vitaendelea kufa. Dunia ya sasa inahitaji vyama ambavyo vinakwenda na uhalisia. Milioni 62 sti ya, ya, ya, ya Tanzania ni watu ambao unawaona tayari wako na serikali. Sasa mkiwa wawili 20 30 hivi, kweli mnaweza kupindua uhalisia? Kwa hiyo ni maneno ya kujipotoa, ni maneno ambayo ni ya kujifurahisha. Rais ni mmoja na huyo ndiye tutakuwa naye mpaka 2030 kadri Mungu atakavyo, atakavyokuwa.